Waheshimiwa, tukae, tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao,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 kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani.